Sasa kile kitu yenye tunapitia kama Wakenya, ndiyo kulingana na kufuatia kifo cha Raila Odinga hmm, ni kuwa kuna ile the first liberation That is 1963, hiyo ndio ilikuwa kurasa wa kwanza. Alafu kuna hiyo the second liberation, team yenye ilifanya reformist, walikuwa wakipeleka Moi speed. Sasa ndio ile ilikuwa ikiitwa the second liberation, that gave birth to multi party democracy, it gave birth to IPPG, that means ilikuwa zile nyakati ilikuwa ni rais ndio alikuwa akisema ana appoint, eh, ni commissioner wa IEBC. Alafu then it came, then the clamor for new Constitution. Constitution, yeah. Ukiona ni kurasa mpya baada ya nyingine baada ya nyingine katika taifa hili, mm -hmm. Sasa sasa tuko katika kurasa mpya mm -hmm. Kuanzia jana kurasa tumefungua kurasa mpya mm -hmm. ni kuwa siasa bila rai bila ya Raila mm -hmm. Kenya hii itakuwa namna gani? So ni ile maisha inabadilika kila uchao mimi mm -hmm. yes, kulingana na ufahamu wangu na muktadha uliopo sasa. mm -hmm. mm -hmm. Na vile tukiguza swala hilo kwamba kuna wakati ambapo tuliambiwa constitution yetu ndio ishajengwa, ishatengezwa, ishafanywa marekebisho hakuna. Like okay. Yeah, uk, ukizungumza kuhusiana na uh, constitution yetu ni ile, mm -hmm. inaitwa a progressive constitution uh -huh. progressive constitution ni ile inaangalia kwa sasa kwa uh -huh. sababu ukiona nini maisha ya Wakenya yeah. Uh -huh. kufikia before tukuwe na constitution na sasa tulikuwa tuko na constitution uh -huh. what made us to have that constitution uh -huh. katika the entire chapters of the constitution kuna chapter moja ndio kubwa zaidi, yani that is the bill of right uh -huh. Sio ndio? Kwa maana watu wa watu wanasema progressive constitution. In every democracy when the bill of when the chapter of the bill of right is voluminous, mm -hmm. yani ni kubwa. Mm -hmm. Inazungumza kuhusiana na watu kuenda kwa street, watu kufanya hivi, serikali jukumu wa serikali ni kufanya hivi, jukumu ya wananchi ni kufanya hivi. Hata hiyo maneno ya abduction, ndio kwa maana ule uliona rais anapitia wakati mgumu, kwa sababu abduction in happen, watu wanapotea mm -hmm. ni kuwa na katiba inasema kivingine so unaona kila time, ndio kwa maana wanasema since we've promulgated the constitution, Kenya has become a litigious country hmm. that means kitu chochote yenye serikali inaangalia katika darubini darubini sana. hmm. Appointments kwanza ilianza wakati wa uhuru Kenyatta. Any appointment kama saa hizi serikali inaenda ku privatize a section of its shares, yani hisa zake za KPC Pipeline tayari, tayari utapata mtu ameenda mahakamani ndio. hmm. So, hiyo maana inasemeka Kenya has become a litigious country, watu wanajua haki zao. hmm. na watu wanajua hayo nini, hmm. mamlaka na majukumu ya serikali. hmm. Ndo kwa maana ukiona ile nyakati ya kwanza, hmm. Rais William Ruto akijaribu kusema kuwa ana plan ya kuprivatize KICC na baadhi ya mashirika ya kiserikali, Wakenya walienda mahakamani. hmm. na mahakama ilipiga stop imwambia kuna njia inafaa kufuatwa, the same way wakati wenye Uhuru Kenyatta alikuwa anapoint CAS ndio sawa. So nio ndio wako na mentality, tuko katika constitution, but mamlaka iko na bado ile mentality ya kitambo mm -hmm. so that's why we, this constitution wa Kenya wanaitry it in every aspect katika aspect ya bill of right, wanaenda mahakamani. Katika katia aspect ya devolution wanaenda mahakamani mm -hmm. every aspect mm -hmm. Wakenya wanaenda mahakamani, so that is the beauty of this constitution mm hiyo -hmm. na ndio kuna hiyo chapter pia, na hivi leo umesema ni chapter pia ulivyosema tutakuwa tunaangalia masuala mengi sana kuweza kuichunga, ili pahali ambapo pana kiukwa angalau kidogo, anaweza kupaza sauti yake. Msikizaji, ni wazo la siku msikizaji, akisema kwamba maisha ni kurasa Ukifungua ukurasa, fungua ukurasa mwingine. Ukimaliza ukurasa mmoja, fungua na mwingine, kwa sababu mara nyingi pia naye ndio maisha yetu, kwamba tukishakaa mahali tupate, tunakaa hapo ili hali maisha inazidi kusonga. Inamaanisha kwamba kila wakati tuweze kudurusu ukurasa, tufungua ukurasa mwingine. Hiyo ndio inaitwa kwamba tunakuwa kimaisha, msikizaji. Hiyo ndio wazo la siku, eh, kupitia Wanapembe.